Idi ambayo sheria ya dini yetu ya Kiislamu inasema kunjuka muumini, moyo wako uweke safi, moyo wako umjali kila mtu, kwani kufanya hivi ndani ya sikukuu unapata fadhila kubwa sana. Waislamu, ndani ya sikukuu hii ulama walikuwa wakiitumia kuzidisha na kuunganisha udugu. Jikusanyeni wanafamilia, kuleni pamoja wanafamilia, fanyeni mawasiliano wanafamilia, na muhakikishe mnajaliana. Pale penye mapungufu ya ndugu yako msamehe, kwenye mapungufu yako onyesha ya kuwa wewe unataka kusamehewa. Waislamu, katika Eid, ulama walikuwa wakiitumia kuunganisha udugu. Kwa hiyo njukumu lenu kuhakikisha ya kuwa mnaendeleza kuunganisha udugu, msije mkaukata udugu. Chunga ulimi wako, chunga vitendo vyako, angalia simu yako, hakikisha ya kuwa isije ikapelekea kuvunja udugu kati yako wewe na kaka yako, kuvunja udugu kati yako wewe na dada yako, kuvunja udugu katika hali ya yote ile. Waislam, la yadkhulu ljanna katia rahmi, haingii peponi yule ambaye anakata udugu. Elewa kuanzia leo, siku hii ya furaha, kama wewe ni Muislamu ikiwa unanuia kukata udugu, wallahi fahamu ya kuwa hautoingia peponi. Lakini usikate udugu kati yako wewe na Muislamu Mligombana, hamsemezani, Ramadhani ikaingia mkasemezana. Usije ukaendeleza, usije ukasema ilikuwa ni transit tu ile. La, usifanye hivyo. Madhara yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa time nyingine hapandishi matendo yako mpaka mpatane na ndugu yako. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

tukisema mwezi umeandama mwezi umeandama, vigezo vingi vya kuwa ni vizuri tukapitia mapito hayo. Maana tulisema lailatu kadiri iko moja, lakini pia tulisema malaika wa shaitani wanafungwa siku moja, lakini pia tulisema mashaitani wanafunguliwa siku moja. Ma indana hadith, hatuna hadithi ya kuwa mashaitani watafunguliwa katika nyakati mbili tofauti, nyakati za ulimwengu mwingine, nchi nyingine na kati ya nchi nyingine. Pamoja nakuwa, na kuwa ikhtilafu hizi zipo, na ibakie watu kuwa ni watu wa upendo, ni watu wa umoja, ni watu ambao kila mmoja anampenda ndugu yake. Waislam, idukum barak aiaula alaikum bitaati walidikum, jukumu lenu kuhakikisha ya kuwa mnawatii wazazi wenu. Waislam, hii ni idi ambayo ikukumbushe. Je, maisha unayoishi wewe kijana katika katika hapa mkoani Morogoro au Dar es Salaam na sehemu nyingine duniani ndio maisha anayoishi mzazi wako? Je, mzazi wako leo siku ya idi anakula nini? Wewe unatumia chakula chako na watoto wako na marafiki zako leo. Mina nas leo, katika watu watatumia pengine milioni moja kwa maandalizi tu, lakini na zaidi, na kuna watu watatumia kadri ya hali yao, lakini ni kathir min alamwal, ni mali nyingi. Je, wazazi wako hivi sasa tunaongea,

Hivyo Waislamu na kuhusieni, ya kuwa nyinyi mmemwahidi Allah subhanahu wataala, hakikisheni mnavitumia vizuri. Wallahi minan nas wapo katika watu ambao madaftari yao hayafungwi. Ikiwa mtu mwema, unafanya wema, unatangaza katika matangazo mbalimbali katika vyombo vya kijamii, matangazo ndani ya Facebook, matangazo ndani ya Twitter matangazo ndani ya Instagram, matangazo ndani ya mitandao mingine. Wallahi, ikiwa unafanya kheri utapata kheri yako, na kila watu wanavyoangalia, kila viewers wanavyokithiri, wewe unazidi kupata fadhila. Umekuva lakini unapata malipo mazuri, na wallahi, lhadhar lhadhar juu yenu, mchukulie tahadhari kila unapoingiza uongo na watu wanausoma uongo wako, ujue ya kuwa unaendelea akaunti yako kuijaza maasi. Waislam, je, kwa Islam, wale ambao wanatupia picha zao mitandaoni za uchi? Je, wale ambao wanatumia wanatupia mitandao mitandaoni mitanda, mitanda picha ambazo hazistahili isipokuwa mume wake ndo anahitajika kuona, au mwanamume anatumia anatupia picha za uchi, sikwambii vipi Lau leo wao umekufa, mwaka mmoja ukapita, miaka kumi ikapita, umepata viwazi wangapi wa kuangalia utupu wako, wa kuangalia sura yako, wa kuangalia maasi yako? Je, akaunti yako itajaa vipi maasi? Duniani uliondoka, ulijijua unasali, unafunga, kumbe uliacha akaunti chafu, akaunti ambayo inakuendelezea maasi. Akhiran ahibana fillah

na wewe mwizi pia ulisema nitaka kuwa mcha Mungu na ulimwahidi Allah, ulifanya toba mbalimbali mbali. Hal satarji ila ma kunta fi. Je, wewe utarejea? Kwa yale uliokuwa nayo, utarejea kufanya zinaa, utarejea kufanya wizi, utarejea kufanya kadha makadha ya haram? Ahibana fi llah, wallahi uwezo ukajua, pengine Allah kakutengenezea njia ulivo muwahidi kasema, una anataka uwe tajiri, ume mwahidi kasema, anataka uingie katika pepo ya Allah, ume mwahidi naye, kakupa ahadi mbalimbali. Hal satarji ila, ila ma kunta fih. Je, utarejea katika maasi yako kwa nayo? Fa faya abdullah, ewe mja wa Allah, usije ukarudi katika maasi, usije ukarudi katika maasi, usije ukarudi katika maasi min almuminina rijalun sadaku maahadu llah, wa waumini wanafanya ukweli katika ahadi wanazoahidiana na Allah subhanahu wataala. Ahibana fi llah, tupo katika nchi ya Tanzania, nchi ambayo bila shaka ni kisiwa cha lulu, amani, utulivu, kijani kibichi, upendo. Tanzania ambayo huwezi kukafananisha na nchi yoyote ya Afrika. Tanzania ambayo watu wake ni wana upendo, Tanzania ambayo watu wake wana huruma. ayuhal muslim, ewe Muislam, litakunantaqaid fi hadhihi dawla, wewe uwe ni kiongozi katika dola hii. Chunga haya, usije ukasababisha uchafuzi wa amani, usije ukasababisha uchafuzi wa amani leo. Mbele yetu tuna uchaguzi, uchaguzi ambao unahitajika utulivu na amani na upendo. Ayuhal muslim anta muslim, ewe muislam, wewe muislam, dini yako ya Kiislam, dini yako maana yake ni amani, upendo. Hakikisha unadumisha sera na dini yako, wewe ni wa kwanza kuhakikisha kwa unakataza yote ambayo yataashiria uchafuzi wa amani ya nchi hii. Lakini Waislam, wallahi, lauwe ukiwa ndio chachu ya uchafuzi wa amani ya nchi hii, elewa ya kuwa utaenda kuulizwa mbele ya Allah. Ndani ya Afrika, nchi ambayo inategemewa kupatanisha watu, kujali amani ya watu, hifadhi ya wakimbizi, hifadhi ya kila alaokuwa mazuri, ni nchi ya Tanzania. Lau ukaichafua utaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. hubbul watan min al-iman wa hubbul watan min ad-din, kupenda nchi ni katika iman na kupenda nchi ni katika dini.